Serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambapo tunatekeleza Programu ya Kuendeleza Kilimo na Uvuvi ambayo inajulikana kama AFDP. Leo tuko mkoani Ruvuma kwa lengo la kutoa mafunzo kwa wakuzaji viumbe maji elfu mbili katika mkoa wa Ruvuma wenye halmashauri tano. Mafunzo haya yanatolewa katika mkoa wa Ruvuma katika kata ishirini na tano zilizopo katika halmashauri tano nazo ni Songea Manispaa, Namtumbo, Tunduru, Mbinga DC pamoja na Nyasa. Lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uelewa, kuwajengea uwezo wakuzaji viumbe maji elfu mbili ili waweze kuzalisha samaki, kutengeneza chakula cha samaki, kusimamia mabwawa yao, lakini pamoja na kujua kanuni bora za masuala ya lishe na jinsia kwa lengo la kuimarisha mifumo jumuishi ya usalama wa chakula na lishe nchini. Mafunzo haya ni mafunzo endelevu, si tu katika mkoa wa Ruvuma, lakini pia tutaendelea katika mkoa wa Morogoro, Geita pamoja na mkoa wa Tabora. Nitoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kutumia fursa hii ya kupata mafunzo haya ili kuweza kuondokana au kupunguza changamoto ya udumavu iliyopo katika mkoa wa Ruvuma lakini pia kuongeza kipato na kuhakikisha tunalenga ule mfumo jumuishi wa usalama wa chakula na lishe katika mkoa wa Ruvuma. huru sana kwa wizara ya mifugo na uvuvi kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu wakutetea mafunzo haya kwa maafisa wetu wa mkoa wa Ruvuma. Tunafahamu kwamba mkoa wa Ruvuma ni mojawapo ya mikoa ambayo ina wakuzaji viumbemaji wengi wa kutosha. Mafunzo haya yatasaidia sana kuimarisha ufugaji wa samaki kwa ujumla katika mkoa wetu wa Ruvuma, hasa katika maeneo ambayo yataguswa yataguswa na mradi. Kwa hiyo tunaendelea kuhimiza wananchi wetu wa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwa wingi kwenye mafunzo pamoja na kujisajili. Tunafahamu kwamba kuna changamoto kidogo ya utunzaji wa takwimu mbalimbali ikiwemo za ufugaji, takwimu za uzalishaji. Kwa wajitokeze kwa wingi wananchi wetu wa mkoa wa Ruvuma kule ambako mradi utafika na wataalamu wetu watafika, ili kutoa ushirikiano kwa ujumla, tuweze kupata takwimu za kutosha. Ila pia watapewa mafunzo, hasa hasa katika maeneo ya utunzaji viumbe maji au ufugaji wa samaki kwa ujumla. Kwa hiyo watumie nafasi hii au watumie fursa hii kuongeza tija na ufugaji wa samaki katika maeneo yao.